Asiyo kubali kushindwa sio mshindani wanangu, wanangu jezi safari, tumeshindwa wanangu, yaani tumeshindwa na unapokuambia amna mtu yote, ule nje zaisanane, lakini amna mtu yote nje wanangu, amna sheli, amna nini ian kila mwanya apaekutsina tuu, iwe hii barabara ya Tandale sinza tu ufiki Tandale. Yaani unataka tu upige sinza. Sinza ufiki. Amna sheli hata moja wala nini. B sema nini sasa, wanabidi wajue tu, sisi tunataka katiba, tunataka katiba mpya, tuma tumambo mengine wote watajua wenyewe. Ata katiba mpya boda boda huje mwanangu anakushangaa. Watu mpaka anakushangaa, huyu jamaa ajamini vipi? Huyu jamaa ajamini vipi? Huyu yani, yaani mama yake mama, noma noma sana mwanangu, sema wainga <laughs> sijamini sana hujue, mda bado Hey, waenga msijamini sana muda bado. Vijana, vijana hao, ya kusanya, sana waenga, muda bado na na huko ni <laughs> Yesu Mbea. Tanzania. Alisema right. Wengine tutaanza usiku. <coughs> Jana, huyo mjinga fanya nyoko. <laughs> Wamekimbia wote. Wamekimbia wote. Hakuna mtu. Tanzania yangu, karibuni. Nyanya ameniambia huyo. Tanzania yangu, nyanya zimeachwa, nyanya zimeachwa. A, a, a, a, a. Hakuna mtu wote, nyanya zimeachwa eh, eh, eh. Nyanya hizo eh. Nyanya nyanya nyanya. Nyanya. Nyanya. Sasa wanasema kuna amani. Yuko wapi wazee? Eh? Sasa hapa kama kama hapa sinachukulia tu nyanya naondoka. Sasa hizi sio vizuri. Angalia raia anapokuja. Angalia raia wa maandamano hayo. Eh, angalieni jamani. <laughs> <laughs> <laughs> Haya ah, ndo maandamano yenyewe sasa mnayoambiwa eh? Eh, wanasema Samia aondoke. Be, bendera ya Tanzania iko juu hiyo. Bendera ya Tanzania iko juu naona, kama, kama mnavyoona hapo. Hawamtaki mama. Hawamtaki mama ende Zanzibar. Uteni hizo takataka zote mziondoe hapo. Hizi ni takataka msafishe mazingira Mwanajeshi, mwanajeshi huyu hapa, huyu hapa tuko naye. Mwanajeshi huyu hapa yuko na wananchi. Mama, mama, mama mtipiri